Lakini pia hatuwezi kumwacha mzee wa busara, baba mwenye hekima zake, mkuu wa wilaya ya dodoma mjini. Baba, heshima yako, asante sana. Mambo poa, ongea sana, kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, asante sana. Leo kwenye hii, uh, shughuli ya mwenge wa uhuru, naona watu wamejitokeza wengi sana. Hii wewe kwako ina maana gani, kuona watu wamejitokeza sana kwenye jambo kubwa kama hili? Uh, kwangu ni tafsiri ya vitu kama vitatu hivi cha kwanza kuelewa falsafa ya mwenge wa uhuru ambayo, uh, ametoka kuongea na mkuu mkoa amekufanilia vizuri, lakini ziada ya maelezo haya ni kwamba ni tunu ya taifa, ni kitu ambacho kama taifa tuna kienzi tukizingatia historia ya nchi yetu na uhuru wa nchi yetu. Kwa hiyo kina umuhimu hata katika karani ya leo, lakini la pili ni kwamba mwenge unakuja na kauli mbiu unakuja na ujumbe, na mwaka huu kauli mbiu yake nijitokeze uchaguzi mkuu wa 2025 wa amani na utulivu. Hakuna Tanzania nyingine. This is the only Tanzania that we have. Kwa hiyo naweza tukapata nafasi ya watu kuongea siasa, kuongea nini, utani and all that. Lakini end of the day, tuna Tanzania hii moja. Come rain, come whatever, lazima tuenzi amani ya nchi yetu. Maendeleo mengine yote mtaji wake ni amani. Me, watu wanaokuja hivi, maana yake wamepokea ujumbe huo, wameuelewa, na sasa wanasherehekea mwenge wa ule. Lakini la mwisho ni siku ya familia, ni siku ya mtoko wa wana Dodoma, na sisi tatuna show mbovu, kwa hiyo long list ya A -level performers ya wasanii wa Tanzania, lakini local eh, artist tumeanza nao hapa, tuna hapa nafasi nao waonyeshe vipaji vyao. Inawezekana kutokana na show kama hii, wengine wa majina yao yakakuwa next time around, wakafanya kitu kingine, kwa hiyo ina manufaa ya kijamii kuna wajasiriamali wanafanya biashara hapa, lakini nje ya hapo, nyie mnapata content za kusema, na wajasiriamali wangu na wanapata kazi za kufanya. Asante sana, asante. Kitu cha mwisho ni tamani uzungumzie pia kwa uchache, wewe kama mkuu wa wilaya ya Dodoma mjini, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kauli mbiu ya mwenge wa uhuru inaendana na masuala mazima ya uchaguzi. Kutoka katika wilaya yako tutarajie tuta, tuta, nini katika mchakato mzima wa uchaguzi? Tutarajie uongozi wa wilaya ukifanya kazi kwa karibu sana na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, usiwe katika sehemu ya ulinzi na usalama pasina kuingilia majukumu propa ya usimamizi wa uchaguzi. Hiyo ni role ya watu wengine, sisi role yetu inabaki kuwa ulinzi na usalama. Wananchi wote wenye haki ya kupiga kura, inamaanisha wenye umri wa miaka 18 na kuendelea na wenye akili timamu, lakini inamaanisha mama zangu wajawazito, wazee, watu wenye ulemavu e, watu wenye maradhi hapa na pale, lakini na pia wasiokuwa na maradhi, wote wenye sifa ya kupiga kura wapate haki yao ya kupiga kura. Tutakuwa serious kusimamia ulinzi, ila kila mwenye haki hiyo ya kikatiba aiweze kui exercise, lakini pia tutakuwa very serious kuhakikisha wale ambao wanasimamia zoezi hilo wanapewa uhuru wa kufanya wajibu wao vyama vya siasa kufanya kampeni kunadi wagombea, tume kufanya wajibu wao, wasimamizi kufanya ia waangalizi, na kila mmoja sisi kama kamati ya usalama na mimi kama mwenyekiti niwahakikishia kwamba tutasimamia jambo hilo kwa weledi mkubwa sana, kwa umahiri mkubwa sana, ili kusudi haki ya kikatiba iweze kuzingatiwa. Swali so, langu la mwisho mheshimiwa, huu ni utani kidogo, natamani unijibu ndiyo, ndio au hapana. Hii ni challenge, si sindio, eh? Ilishaikutokeaga wewe ukamwambia, ulikuwa labda una hasira au una uchungu, ukamweleza mtu kitu fulani, alafu baadaye labda alikuwa ni mtu wako wa karibu au rafiki yako, ukamweleza kile kitu ambacho haukutarajia kumwambia, ila kwa sababu ulikuwa una uchungu, ukamwambia, alafu baadaye ukajuta mara nyingi? Kwa hiyo ni ndio, hapana? Ndio, mimi napenda uh, napenda ku, ku-engage. Yeah, kufanya urafiki, napenda kuwa easy going, napenda kuwa down to earth kwa namna hiyo na jinsi nyingi sana za, ku, za kubefriend na watu, na wakati mwingine that doesn't sit well na watu wengine you know? Kwa hiyo mtu akamtania eh, mpira au kumtania eh, joke ambayo pengine akaichukulia ndivyo sivyo, and, and then baadaye kwa sababu kumaanisha kumuumiza, yeah you say I'm sorry, maisha yanaendelea yeah. Asante kwa muda wako na tunakutakia kila la heri, kazi njema na kazi nzuri sana. Huyu alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Dodoma mjini, ambapo ndo leo Mwenge wa Uhuru uko hapa katika wilaya yake, katika viwanja vya shule ya msingi Mbwanga jijini Dodoma, mheshimiwa Sheikh Mweri. Mimi naitwa Eva Elieza na hii ni Vibez News. Bado tuko katika viwanja vya shule ya msingi Mbwanga, kuhakikisha wewe mtazamaji wetu unapata kila kitu ambacho kinaendelea na matukio yote yanayoendelea hapa. Baki hapo hapo na sisi, usiondoke.